Katika kituo cha feli e, tulibaini uwepo wa katoni kama kumi za samaki ambao ukiangalia kwa macho wameharibika, kwa lugha nyingine sema wameoza, hawafai kwa matumizi ya binadamu. Na m, kama wakaguzi kama mamlaka, tulijaribu kufuatilia chanzo cha samaki hao na leo hii e, tumeweza kufika hapa Tabata na kubaini kwamba kampuni mojawapo inaitwa SAIS Boutique. E, wanao hao samaki ambao wame, wame, wameharibika hawafai kwa matumizi ya binadamu. Taratibu ni wazi tu kwamba kwa hii bidhaa ambayo ni imeharibika, basi kinachofuatia ni kwenda kuiteketeza. Lakini pia kwa ile bidhaa ambayo inaonekana ni salama, hatuishii tu kusema kwamba ni salama mpaka ipelekwe maabara. Zinachukuliwa sampuli, zinapelekwa maabara, tunajiridhisha kama ni salama, na kama ni salama, basi zitaruhusiwa kwenda sokoni. Lakini bado tutaendelea kuifuatilia hii bidhaa, sio bidhaa hii tu, na bidhaa nyingine ambazo ziko sokoni ambazo zimepata kibali cha kwenda sokoni.